Uh, mimi kwa majina naitwa Dotto Jasson Bahemu. Mimi ni mgombea wa ubunge wa jimbo la Ngara kupitia Chama cha Mapinduzi, ikiwa zimesalia siku mbili tu kuelekea kuapishwa kwa bunge wateule wa majimbo yote kutoka Tanzania bara. Uh, hapa mheshimiwa Dotto Bahemu tumepata nafasi ya kuzungumza naye kama Dar es Salaam Tanzanite TV na alikuwa na haya ya kuongea kufuatia ahadi zake ambazo mm -hmm. ameahidi akiwa katika kampeni katika kata mbalimbali za jimbo zima la Ngara, na ameazungumza haya akiwa safarini kuelekea jijini Dodoma ama aa, kitovu cha nchi ya Tanzania, tuseme kwamba ni makao makuu ya nchi ya Tanzania ambako siku ya tarehe kumi na moja wabunge wote wanaenda kura kiapo cha uaminifu kwa ajili ya kutumikia majimbo yao na Tanzania kwa ujumla. Mimi ni Ezra John na huyu hapa ni Mheshimiwa Dotto Jasson Bahemu kutoka jimbo la Ngara, kama mbunge ama mwakilishi wa Watanzania specifically kutoka jimbo la Ngara anaongea Mm. Lakini wito wa wananchi wa Ngara ni kuomba tu ushirikiano, ushirikiano ambao ulikuwa tangu mwanzo, wakati nimekuja nimechukua fomu, nikaomba kura za wajumbe wa Chama cha Mapinduzi, wakanipitisha, nikaenda kwa wananchi wa vyama vyote katika jimbo la Ngara kuomba kura, wakanielewa wakanipigia kura zaidi ya watu moja elfu sabini sawa na asilimia tisini na saba. Wamepiga kura, ushirikiano kama huo unaolipa, ndo ushirikiano huo ambao unagomba ili niweze kufikisha eh, ama niweze kutimiza yale matarajio ya kwao pamoja na zile ahadi ambazo nimezitoa ndani ya kipindi cha miaka mitano. Bila ushirikiano wao nadhani nitakwama. Kwa hiyo, ili niweze kufanikisha yale yote ambao niwaili kwa kipindi cha miaka mitano, lazima lazima, na niwaombe ushirikiano wawe na mimi lakini vile vile tumtangulize Mwenyezi Mungu Aa, katika safari yetu, lakini kikubwa ni kwamba tunaye rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye anayetupa nguvu sisi wabunge ya kuweza kutimiza yale ambayo tumeahidi katika majimbo yetu, kwa sababu mbunge bila kupata mafungu kutoka kwenye serikali kuu hautaweza kutimiza malengo. Lakini vile vile nakumbusha kwamba rais wa nchi yetu ndiye mkuu wa serikali kwa hiyo yeye ndiye anaweza kutoa mafungo kulingana na jinsi ambavyo tunamwona. Naye rais ambaye ni msikivu, rais ambaye ni nyenyekevu, rais ambaye anawajali sana watu wa Ngara na ndio maana hata katika kampeni zetu wakati napita niliwaambia wananchi wa jimbo la Ngara kwamba japo mengi sana ambayo amefanya Dr. Samia Suluhu Hassan si katika kipindi cha miaka minne. Na niliwaeleza moja baada ya jingine. Kwa hiyo yale yote ni ishara ya mapenzi jinsi ambavyo Dr. Samia analipenda sana jimbo la Ngara. Wanapenda sana watu Wangara. Sasa kwa kura nyingi ambazo wamempa zaidi ya asilimia tisini na saba nukta sita katika uchaguzi huu, ni wazi kwamba wamemwonyesha mapenzi ya dhati na yeye atakwenda kulipa ile imani ambayo wananchi wa jimbo la Ngara wamemwonyesha kwao. Naamini kwamba zile kura nyingi ambazo tumempa Dokta Samia ndizo zitakazomfanya anipe nguvu hata mimi mbunge kuweza kufanya kazi, ili yale ambayo ya nimewaahidi wananchi wa jimbo la Ngara niweze kuyakamilisha vizuri. kwa hiyo tumuombee haja njema rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan aendelee kuwa na siha njema na timu ya kuendelea kuwatumikia wananchi wa Jimbo la Ngara. Lakini wananchi wa Jimbo la Ngara vile vile, tunatanguliza Mwenyezi Mungu katika kuliombea taifa letu amani ili haya yote ambayo tumeahidi yaweze kufanyika kwa bila kuwa na mipango ya kizani, bila kuwa na wasiwasi, lazima Mwenyezi Mungu atamalaki ata, lakini vile vile awe kibaraka zake. Kwa hiyo baada ya hapo, mimi nadhani tutakuwa tuko tayari kwa ajili ya kufanya kazi. Okay, Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ngara, kwa nafasi nyingine sasa na wakati mwingine, nini ambacho unaweza ukawaahidi wananchi wa jimbo la Ngara? Wananchi wa jimbo la Ngara ndio wahi, tangu mwanzo kipindi cha kampeni niliwaahidi kwamba wamelipa imani kubwa sana kunichagua mimi, kijana mdogo mwenye umri wa miaka thelathini na saba, lakini vile vile kunichagua mimi ambaye katika jimbo letu la Ngara hatukuwahi kuwa na historia ya mbunge ambaye anachaguliwa ama ambaye anagombea peke yake. Lakini mimi wananchi wa jimbo la Ngara wamenipa heshima hiyo kwamba Dotto kwa peke yako toke mjizani. Hiyo ni heshima kubwa sana ambayo wamenipa. Lakini kunichagua mimi kijana mdogo mwenye umri wa miaka thelathini na saba. Hiyo ni mara ya kwanza katika historia ya jimbo la Ngara. Hizo zote na heshima ni heshima kubwa sana ambazo wamenipa wananchi wa jimbo la Ngara na nihesabu kwamba ni imani kubwa ambayo wamenipa wananchi wa wana jimbo la Ngara, kwa hiyo ninawaahidi yale yani yote ambayo nimewahidi katika kampeni, kuwaia wao kiliza peshi wao kuwa mwakilishi wao. Na kwenye kampeni nilisisitiza kwamba mimi sitakuwa bosi wala mimi sitakuwauri naijiwa ipasavyo na kasi yangu kama mbunge, mbunge ni kuwa mwakilishi katikati yangu mimi Yeah. na serikali ndio mimi nitoe hoja zao, nitoe kero zao. Ni kushukuru sana mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ngara Mheshimiwa Dotto Jasson Bahemu.